wa bluu unahimiza kulinda rasilimali za bahari kwa manufaa ya vizazi vijao, yeah. Sasa kwa hili tu, maana yake tumekutiwa kuja ili kuona namna gani ile zoezi inafanyika, lengo waweze kuduku kwa mazingira yetu, lakini kwa mazingira, kuona ni kuamini, na pengine hiki ndicho kinachomsukuma hapa naibu waziri wa uchumi wa bluu na, na uvuvi Zanzibar ambaye ameshiriki kwa macho na kinaba ubaga zoezi hili la kuachilia kasa kuingia katika mazingira au maeneo yao ya asili kwa maana ya ndani ya bahari. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuweka mkazo maalum katika kuhakikisha inaunga mkono uwepo wa mazingira bora ya kuhakikisha tunatekeleza dhana za dha uchumi wa bluu na utalii makini kwa vitendo kupitia mikakati imara. E, licha ya kuachia kasa, lakini ni sehemu muhimu ya utalii wa Zanzibar, ambao utalii wa Zanzibar hasa unategemea bahari. Kwa hiyo ni kusema kwamba kivutio kimoja kikubwa ni hawa wanyama wa kasa na wanaofanana na kasa. Kwa hiyo sisi tunawaweka ili waweze kuwa, kuendelea kuishi kwa muda mrefu, lakini tunaelewa kwamba kasa ni muhimu kwa ekolojia ya bahari February ishirini ya kila mwaka ni siku maalum ya kuwaachilia kasa hawa ambao wapo katika mashimo haya binafsi na kupelekwa katika maeneo yao ya asili kwa maana ya maeneo ya bahari kuu na maeneo mengine kwa hiyo leo hapa tunategemea kuachia kasa zaidi ya 80 ni wengi sana kwa hiyo hii ni kuokoa maisha yao na kuacha waende wakaishi huru in the world. Tukisema in the world manake baharini. Kuna watu wengine wanajua world ni mapori tu kule ulikotoka Mr Kadoshi. Na pengine walifika fikaje hapa, ya ufikaji wao hapa huko aina tofauti. Moja ni kutokana na kuwa walipata majanga, yani walipata ajali huko baharini, wavuvi wakati wanavua wanawakamata, wana wanawaleta sehemu kama hizi kwa ajili ya kunusuriwa. Lakini jengine ni kwamba kasa wanaweza wakatagwa mayai kama mia, mia mbili lakini wakitoka nature kwenda baharini inawezekana wakapona pengine watano tu katika hao, kwa hiyo wakikua wakikuakuwa kidogo hapa wakija wakiachiwa kwenda kule, kidogo wanakuwa wameokoka wame na majanga watakutana nayo. Hapa ni ndani ya bahari ya Hindi upande huu wa visiwa vya marashi, karafuu Zanzibar eneo la Nungwi the town of tourism. Na mimi naitwa Dr. Kadoshi mwandishi wa habari za hifadhi utalii, na mazingira, uwekezaji na biashara na hii ni Kadoshi Kadoshi Kadoshi Kadoshi TV. TV Kadoshi TV TV always always always on on on time. time. time. Well well done, done. Ni ni Kadoshi TV always on time.